naweza na kwa kusema yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Wanaesokea sifa. Somo la leo limeanza kwa swali, wanaweza kwa sifa na hili swali, si, si Jakoba, yeye asiyemwachilia mwanaana, si, ni swali, yeye asiyemwachilia mwana hatakosaje kutukirimia mambo yote pamoja naye yeye yeah, yeah, asiyemwachilia mwana wake mwenyewe bali alimtoa kwa ajili yetu sisi, hatakosaje kutukirimia mambo yote pamoja naye Bwana Yesu. Ahadi za Mungu ni mingi katika Biblia ndiko nauliza swali. Unamjua kwa Kigereza. Kigereza inasema he who did not spare his own son but he freely given unto us wana kwa sifa. Haleluya. Yeye asiye mwachilia ya mwana mwanawake wa pekee Bwana Yesu apewe sifa. Hapa maandiko ilikuwa imesumulia vizuri vile ambavyo Mungu anavyompenda. Bwana Yesu apewe sifa katika ubatizo. Bwana Yesu apewe sifa, haleluya. Mungu akawa ametoa ushuhuda kwa niaba ya mwanawe. Bwana Yesu apewe sifa jinsi ambavyo navyompenda Bwana Yesu apewe sifa haleluya, na vile anavyopendezwa na mwanawe haleluya, ni katika ubatizo. Wakati Yesu alipomaliza kubatizwa, Bwana Yesu apewe sifa, na Yohana Mbatizaji haleluya, akaweza jiwa zikatoka uh, juu Bwana Yesu apewe sifa loo mtakatifu hakiwa kama jiwa. Bwana Yesu apewe sifa hakamjiria juu, Bwana Yesu apewe sifa haleluya. Na katika wingu sauti ikasikika kwamba huyu ni mwanangu mpendwa, inayependezwa naye. Bwana Yesu apewe sifa haleluya wanaisi watukuzwe. Wakati mwingine pia, wakati Yohana Yohana na Petro na Yesu walipokuwa pale mlimani, ahakawa Bwana Yesu apewe sifa. Mm. Mahali Yesu alipokuwa akiombea na mahali wao mitume walipokuwa akiombea, Yesu akasonga mbele yao. Bwana Yesu apewe sifa, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa, sauti ikasikika. Bwana Yesu apewe sifa, katika uwingu la utukufu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, Yakoba, huyu ni mwanangu mpendwa nipendezwae naye, msikizeni yeye. Bwana Yesu wapewa sifa, haleluya. Nataka Amen. kupata jibu la hilo swali. Bwana Yesu wapea sifa wahibilania. Amen. Amen. Bwana Amen. Yesu wapea sifa wahibilania ni moja Iuwezi kupata ni vyema kuelewa nyakati na majira, wanaisi wapeo sifa. Waibrania moja moja, wanaisi wapeo sifa Amen. umefika Mungu ambaye alize- alisema zamani za baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi mwisho wa siku hizi hamesema na sisi katika Mwanawe, aliyemweka kuwa muridhi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mgao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kupita malaika kwa kadiri ya jina halilo lilithi, lilivyo tukufu kuliko lao. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo naomba usikize kwa makini ili lipoza tuweze kuelewa lile swali ambalo mtume Paul alikokuwa akiuliza waumini, wanaisokoa sifa, waumini ambao walikuwa katika Rumi, wanaisokoa sifa, walikuwa pale Rome, wanaisokoa sifa, haleluya. Yakoba yeye asiyemwachilia mwana, yeye asiyemwachilia mwana wake bali alitupa alitupa sisi, wanaesopea sifa, basi atakosaje kutukirimia mambo yote pamoja naye? wanaesopea sifa, mwandishi wa Waebrania, wanaesopea sifa, huu waraka hawa ni Wayahudi ambao wamemwamini Yesu. Bwana Yesu apewa sifa. Haleluya. Na anapowaandikia, Bwana Yesu apewa sifa, anataka wajue jambo hili. Bwana Yesu apewa sifa. Yakobo, Mungu zamani alisema na baba zetu katika manabii. Bwana Yesu apewa sifa, katika Wayahudi. Bwana Yesu apewa sifa. Mungu alikuwa ananena na nabii. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndipo wanakuta kila nabii. Bwana Yesu apewe sifa, kuna kile ambacho Mungu alikuwa amekusudia na lile na ule ujumbe. Baba Mungu ameumba. Bwana Yesu apewe sifa. Manabii walihisi nyakati tofauti, mtu na mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Sasa mwandiko inasema ya kwamba mwandishi Waheburania anataka waumini waelewe jambo hili ya kwamba zamani Mungu alisema na mababa zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Mungu zamani zile, Haleluya. Hakawa na nena na, na mababa zetu unajua, sasa pia mwandishi amejihusisha pamoja Bwana Yesu apewe sifa, pamoja na wale wanaozungumziwa. Haleluya Yakoba. Mungu zamani alinena na baba zetu. Haleluya kwa sehemu nyingi. Haleluya Bwana Yesu apewe sifa, na kwa njia nyingi. Bwana Yesu apewe sifa. Mstari wa pili. Bwana Yesu apewe sifa, tumetoka sasa zamani wanaepea sifa yakaba Mungu alinena na manabii wanaeopea sifa yani lipozo ujumbe wa Mungu huweze kufikia wanaesopea sifa waumini wanaespea sifa, kama watu ambao Mungu amekusudia. Maandiko inasema ya kwamba Mungu akanena na bababa zetu wanaesopea sifa kupitia manabii. Kwa matamshi mengine Mungu ananena na manabii kuletea ujumbe mababa zetu. Bwana apewe sifa. Haleluya.